Ukisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya sita inaongelea silaha za Mungu Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukitazama zile silaha zote za Mungu za zote ni kwa ajili ya kushambulia Bwana, ni kwa ajili ya kujikinga tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hizi silaha ambazo tunaziona kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita ni kwa ajili ya kujikinga, karibia silaha zote ni kwa ajili ya kujikinga tu, isipokuwa silaha moja tu ni kwa ajili ya kushambulia. Bwana Yesu atusaidie sana. Zile silaha zote ambazo Paulo amezitaja kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita kwanzia ule mstari wa kumi na moja. Hebu tusome Waefeso sura ya sita kwanzia mstari ule wa kumi na moja tusome pale na Mungu atatubariki nitasoma kitabu cha Waefeso sura ya sita kuanzia mstari wa kumi na moja na kuendelea, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ndiyo. Vaeni silaha zote za Mungu. Ndiyo. mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za nani? Za shetani. Eh. Mstari wa kumi na mbili kwa maana kushindana kwetu sisi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 Ndiyo. Kwa sababu hiyo, mm, twaeni silaha zote za Mungu. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Mpate kuweza kushindana siku ya nini? Ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza, kuyatimiza yote kusimama. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Mstari wa 14. Ndio. Basi simameni. Basi simameni. Hali mmejifunga kweli viunoni. Simameni. Maandiko yanasema basi simameni, hali mmejifunga kweli kiunoni. Si mchezo. Bwana Yesu atusaidie sana. Adui unayeshindana naye si mchezo. Mungu anakuambia simama, na sio kusimama tu, simama kwa uhakika, muwe mmejifunga kweli kiunoni. Nisikilize, vita unayopambana nayo, mtu wa Mungu, usichukulie ni vitu vyepesi kwenye maisha yako. Kama Mungu anasema kwa msisitizo kupitia neno lake, basi simameni, mjifunge kweli kiunoni. Usiwahi kufanya mzaa na shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Endelea pale na kuvaa diria haki kifuani, na kuvaa diria haki katika kifua. Usiende kwenye mizaa Mstari wa kumi eh, na tano, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya imani ya amani. Kufanyaje? na kufungiwa miguu utayari, kufungiwa miguu uwe tayari. Utayari uwe tayari. Uh -huh, tupatao kwa injili ya amani, tupatao kwa injili ya nini? Ya amani. Mstari wa kumi na sita. Ndio. Zaidi ya yote hmm. Mkitwaa ngao ya imani. Zaidi ya yote, unasikia, mkitwaa ngao ya nini? Ya imani, ambayo kwa hiyo hmm. mtaweza kuizima mishale, hmm. mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo tukiwa na imani tunaweza tukaizima mishale yote yenye moto ya yule nani? Mwovu. Kumbe mwovu ana mishale yenye moto na kitu kitakachofanya kuizima ile mishale ya mwovu ambayo ina moto ni kuwa na imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mtu anaelewa vizuri. Kwa hiyo usifanye jambo la mchezo mchezo kushindana na adui anayeshindana na maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Adui, ninarudia tena kusema, hajawahi kumuonea huruma mtu adui hajawahi kumchekea mtu. Ukiona adui anakuchekea kwenye uso wake, rohoni anahakikisha una siku kadhaa za wewe kubaki kazini, una siku kadhaa za wewe kudumu kwenye huo mtaji, una siku kadhaa za wewe kudumu kwenye hiyo ndoa. Hana huruma yoyote adui akija kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapo tamani Mungu akubariki akuinue, tamani pia na kukua kiroho na kuongezeka kiroho na kuongezeka kiimani. Bwana Yesu atusaidie sana.